Hospitali ya Al Rahma imeendesha mafunzo ya afya kwa wafanyakazi wa benki ya PBZ yakilenga kuongeza uelewa kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Mafunzo hayo yameongozwa na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Al Rahma Hospital Dr. Salum Hamed Muhammad. Physical inactivity nilipata takwimu karibi ya asilimia tisini. asilimia tisini. Physically inactive Wai asubuhi mapema akatoka nyumbani na gari, amefika kazini, yupo klinika, au sio? Wateva, manake manake maisha yetu na nyinyi hakuna tofauti, tuko ofisini full AC, hatujui jua ni lipi. Kuna daktari nilikaa naye ananiambia ni hata hajui hali ya hewa, ilikuwa Desemba, joto, ila hajui hali ya hewa nje kama kuna joto, hajui kabisa, kwa sababu kutoka gari AC na yakifika ofisini alfajiri mapema tu AC na akitoka usiku kwao unaweza ukarelate ile mfumo mzima wa maisha. Stress nyingi, najua demand kubwa, mna time uh, deadlines zenu mnatakuwa mumit, mna financial goals ambazo mna target, mna marketing strategies lazima murich, kwao activities ni nyingi, chronic stress. Upo kazini, umekaa kwenye desk kwa, unakuta mtu hafanyi kabisa physical activity. Ideally standard kwa siku mtu unatakiwa utembee isipungue dakika 30, mfululizo. Nao wafanyakazi wa PBZ wameeleza kufurahishwa na elimu hiyo, wakisema imewafungua macho kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara. Kwanza ni mshukuru uongozi wa hospitali ya Al Rahma Hospital kwa kuja kwao kutufundisha sisi afya, hasa katika area hii ya pressure. Kwa kweli leo tumejifunza mambo mengi sana. Mimi binafsi niseme wazi, kabla ya mafunzo haya nilifikiria stress ndo pressure, yaani kwa kiasi kikubwa najua kama unazungumza pressure, ah, pressure ya juu au ya chini sijakuwa, lakini kufahamu hasa vyanzo vya pressure, historia yake na namna gani ambavyo tunaweza tukaprevent hii pressure ili tuweze kuipata na wale bahati mbaya ambao wanaweza kupata pressure, nini wafanye lakini leo baada ya mafunzo haya kutoka hospitali ya Rahma, tunawashukuru sana. Sisi wafanyakazi wa benki ya Zanzibar tuliopata fursa hii tunashukuru sana kwa kufahamu in detail, kwanza kwamba presha imeanza tangu 1733 kuanza kupimwa kwake na kuanza kwake; kabla ya hapo ugonjwa huu wa presha ulikuwa haupo. Rahma Hospital imeahidi kuendelea kutoa elimu kama hii kwa taasisi mbalimbali ili kuimarisha afya za wafanyakazi na jamii kwa ujumla. Nikiripoti, Tariq Tariq Hafiz Salum kutoka Ar-Rahma Hospital.